ODM last time walinisaliti. This time we are saying hatutakuwa na kitu kama hiyo. Tutapikana na ndio, ndio. Kwa maana mimi nataka kusimama hii kiti ya chairman ya Nairobi. Ndio tufanyani? Tuimarishe chama. Chama ya ODM iko na wakora wengi sana, wale wanatafuta pesa kutoka kwa wapinzani wetu Kufuruka sisi hapa ndani. Yeah. Eh? You know, kabla hata tujaenda huko mtu amesimama ananiambia, sasa timu Wanyoi atakuwa deputy wa chama mwingine, sijui alikuwa anaitwa nani, wamemleta tu. Kwa hivyo deputy akunanga kasi wako nayo anaenda huko sitiwalikusoma magazeti nikawauliza mimi have campaigned a governor of Nairobi. Sasa nitarudi kwa watu niwaambie sasa mimi ni deputy, wataniamini? Kawambia na naona njama mnataka ku destroy me. Afadhali let me go back and serve the people of Westlands, lakini like wakati huu tutapikana na watu <laughs> nyinyi na Nairobi yote tutakuwa na jeshi letu Tutatoka one by one yes. We go to Orange House yes, and demand for our certificate yes. Sindio? Yes. We shall also not accept e collision ambayo mara nyingi tunaungana na watu hawana chochote lakini wanafika hapa wanataka kula ODM, sindio? They have been killing ODM slowly by slowly. We surrender our seats and we lose them. This time waja party ikuwe strong coalition. World over always the dominant party ndiyo huwa inakuwa na nguvu. Ndiye nasema hii itafanyika hivi na vile, lakini hawa jamaa wamekaa kwa meza na baba wamnameke demands, wanataka wapewe viti kubwa kubwa, na mutu ako na wabunge wawili kwa bunge ako na MCA waine katika city hall wanataka huko wa share viti na kina Alvin hapo, mtu anasema anataka kuwa chairman yeah, anataka kukuwa sijui nini ODM nananakana ichukue viti zote, wasemeko tu nyinyi tu wakawi yako zile sana naibu naibu, naibu kidogo, si ndio?